kwa hiyo wanajitahidi wana, wana, wana kucomply na tunaenda vizuri mpaka sasa hivi. Hongereni, hongereni sana. Hupo toka, saa ngapi? Toka, toka jana asubuhi. Yeah, yeah. Hey, hongera sana. Hongera na pole. Hai, hongereni sana. Hongereni kwa kazi nzuri. Nimefurahi kuona askari wetu bado wana ari, wana moyo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 za siku za nyuma ambazo ni kutaka kuleta hofu tu, ili kuisgeti watu waingie kwenye kufanya maandamano, wakiamini wenzetu wameanza, sisi bado. Lakini hilo vyombo vya habari mmeweza kutusaidia, asanteni sana, endeleni na kazi.